you <laughs> you you. guys, you look good together. Thank you. She, she is my wife, sir. Okay, come tomorrow. Oh, baada ya JP elfu mbili na ishirini na tano kulikuwa kuna moja kati ya ambaye ni Tunasema ma BFF wa mke wa Jux ambaye anafahamika kwa jina la Eniolua kutoka Nigeria kule. Yeye alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walifika hapa Bongo mapema kabisa kabla ya harusi ya final wedding kufanyika pale e, Superdome Masaki. Sasa mmoja kati ya watu ambao waliweza kukutana naye eh, jamaa huyu kutoka pale Nigeria kufika hapa Bongo ni mwanadada Phina. Mahusiano yao yameonekana kabisa kama ni mahusiano fulani hivyo ambayo yanakuwa kama vile wana mahusiano fulani hivi vya kimapenzi. Yote hii ni mara baada ya Sarafina kuweza kumsifia eh, kuonekana kabisa kwamba ni mmoja kati ya wanaume ambao ni special zaidi kuweza kufika hapa Bongo. Na moja kati ya interview ambayo Sarafina aliweza kuifanya pamoja na media hapa Tanzania aliweza kumsifia sana eh, Eni na kusema kwamba anajua sana kupika, na kama unavyojua kwamba kwenye swala zima la, eh, kupika pika watoto wa kiume imekuwa ni kipengele. Sasa kwa upande wa Eni, yeye aliweza kusifiwa sana na mwanadada Sarafina. Bali na hapo Kunayo video ambayo pitapita pita zangu juzi nikakutana nayo eh, Eni, akiwa anamsifia eh, Sarafina akiwa kwenye gari na kusema kwamba ni mke wangu na nataka niimbe kipande kidogo ambacho ni cha wimbo wa Sarafina na alikimba vizuri. Sasa mbali na hapo Sarafina, this time around yuko Nigeria na wameonekana wakiwa pamoja kabisa na rafiki huyo wa eh, wa Priscilla Ojo ambaye anafahamika kwa jina la Enuora. Sasa wamekuwa en, en, Enyu Olua kutoka hapo Nigeria wamekuwa na mahusiano ya kiukaribu zaidi pamoja na mwanamuziki huyu kutoka Tanzania Sarafina. Ukaribu wao, eba, unazidi kuwa mkubwa kila siku ambayo inazidi kuitwa leo, lakini tunaweza tukategemea ndoa baina ya hawa watu wawili, kwa sababu ya sauti ambayo inasikika kwenye video hii ikiwa inamwonyesha ina yeye pamoja na e, Sarafina Enyu Olua pamoja na ndugu zake e bana Enyu Olua wakiwa wanashangilia e, baada ya Sarafina kufika pale Nigeria. Lakini kitu ambacho pia kinasikika ni kwamba tutegemee kuiona ndoa baina ya hawa watu wawili Eni pamoja na mwanadada Sarafina kutoka Tanzania. Je, e bana, kwako kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, unaiona ndoa baina ya Sarafina pamoja na e... Huyu eh, kijana kutoka Nigeria Enuolua, na moja kati ya jambo ambalo limeweza kuzua wawili hawa kuweza kukutana ni harusi baina ya Juma Juks pamoja na mwanadada Priscilla, ambaye mwanadada Priscilla ndo la, rafiki kindakindaki wa mwanaume huyu hapa ambaye sasa hivi anaonekana kuwa na mahusiano ya karibu kabisa na mwanadada Fina. Je, ndoa yao ipo baina ya hao watu wawili eh? Kwa kuwe kama mdau wa burudani uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye enja comment hapo, usije kusubscribe kushare, bado utakometisha kinoma noma chao chao.